Fikiria uko katika bustani ya Edeni, mahali pa amani na uzuri. Lakini ghafla, nyoka anaongea na wewe. Ndio, anazungumza kama mwanadamu. Je, nyoka huyo alikuwa nani hasa? Mnyama wa kawaida au Shetani mwenyewe? Hadithi hii ya Biblia ni zaidi ya inavyoonekana, na leo tunaifunua kwa kina. Usiondoke. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha leo ambapo tunaanza safari ya kipekee kabisa. Tutazama kwenye hadithi ya kushangaza kutoka Edeni, mahali palipojaa uzuri na siri nyingi. Leo tutachunguza hadithi maarufu ya nyoka anayezungumza katika bustani ya Edeni, hadithi ambayo imevutia watu kwa karne nyingi. Fikiria unatembea bustanini ukifurahia utulivu. Ghafla, nyoka anakusalimu na kuzungumza nawe. Je, nyoka wanaweza kuzungumza katika dunia yetu ya leo? Hapana kabisa. Lakini hadithi hii inatufanya tujiulize maswali mengi. Kulikuwa na nini nyuma ya tukio hili la ajabu? Je, kuna maana iliyofichwa? Nyoka huyu hakuwa wa kawaida. Alikuwa chombo cha sauti nyingine, sauti ya udanganyifu na ushawishi wa ajabu. Hadithi hii inatufundisha kuhusu majaribu, uaminifu na jinsi tunavyokabiliana na vishawishi maishani. Pia inatukumbusha matokeo ya maamuzi yetu na jinsi chaguo moja linaweza kubadilisha maisha yetu milele. Mazungumzo kati ya nyoka na Hawa yalibadilisha historia ya mwanadamu na kuleta mabadiliko makubwa duniani. Kumwelewa nyoka huyu ni kuelewa chanzo cha uovu na kwa nini dunia yetu ilibadilika. Safari yetu leo itachunguza fumbo hili kwa undani zaidi. Tutaangalia ushahidi wa kibiblia na mitazamo tofauti. Pia tutaona jinsi hadithi hii inavyotupa mwanga na tumaini jipya hata katikati ya changamoto. Jiunge nami tunapofunua ukuhusu nyoka wa Edeni na maana yake kwetu leo. Je, alikuwa mnyama tu mwenye ujanja au alificha siri kubwa zaidi? au alikuwa sura ya adui mkuu wa ubinadamu anayejificha nyuma ya pazia la hadithi? Maswali haya ni muhimu sana, majibu yake yanaweza kubadilisha mtazamo wako wa ulimwengu na maisha yako. Hebu tuanze uchunguzi wetu pamoja. Ili kuelewa hadithi ya nyoka, lazima tuanze na mazingira yake, bustani ya Edeni. Hapa ndipo kila kitu kilianza, mahali palipojaa uzuri na utulivu wa ajabu, ambapo kila kiumbe kilikuwa na nafasi yake na amani ilitawala. Edeni ilikuwa paradiso, mahali pa amani na ukamilifu. Bustani hii ilikuwa mfano wa dunia isiyo na doa, mahali ambapo furaha na upendo vilikuwa sehemu ya maisha ya kila siku. Adamu na Hawa waliishi kwa furaha, wakifurahia uhusiano wa karibu na Mungu. Walikuwa huru, hawakuwa na hofu wala huzuni, na kila siku walitembea pamoja na muumba wao. Katikati ya bustani, Mungu aliweka miti miwili, miti wa uzima na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Miti hii ilikuwa na maana kubwa, ikiwakilisha uchaguzi na uhuru wa binadamu. Amri ilikuwa rahisi, msile matunda ya mti wa ujuzi. Hii ilikuwa ishara ya mipaka na heshima kwa mamlaka ya Mungu. Ilikuwa jaribio la uaminifu na utii. Mungu aliwapa uhuru wa kuchagua, lakini pia aliwapa onyo la upendo. Hawa alipokaribia mti huo, nyoka alimjia na kuanzisha mazungumzo. Huu ulikuwa mwanzo wa changamoto kubwa katika historia ya mwanadamu. Nyoka aliuliza swali la ujanja, je, Mungu alisema msile matunda ya miti yote? Swali hili lilionekana la kawaida, lakini lilikuwa na lengo la kufungua mlango wa shaka. Lengo lake lilikuwa kupotosha na kupanda shaka. Nyoka alitumia maneno ya ujanja ili kugeuza mawazo ya Hawa na kumfanya ajiulize kuhusu nia ya Mungu. Hawa alijibu kwa usahihi, lakini nyoka aliendelea, hakika hamtakufa. Mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Maneno haya yalikuwa na mvuto wa siri na tamaa ya kujua zaidi. Hapa, nyoka alimwita Mungu mwongo na kumshawishi Hawa kwamba Mungu anawaficha kitu kizuri. Alianza kupandikiza wazo kwamba kuna kitu cha thamani kinachofichwa. Aliahidi hekima na nguvu zaidi kupitia kutotii. Hawa alianza kutafakari akihisi kwamba kuna kitu kikubwa anachoweza kupata. Huu ulikuwa uongo wa kwanza na mwanzo wa anguko la mwanadamu. Uamuzi huu mdogo ulileta mabadiliko makubwa yasiyoweza kubadilishwa. Hadithi hii inatufundisha kwamba majaribu huja hata katika mazingira mazuri. Hata pale tunapohisi tuko salama, changamoto zinaweza kujitokeza ghafla. Shaka na udanganyifu ni silaha kuu za adui. Mara nyingi adui hutumia maneno ya kuvutia na hadithi zisizo na ukweli ili kutupotosha. Uamuzi wa Hawa ulileta mabadiliko makubwa kwa wanadamu wote. Tangu wakati huo, dunia haikubaki kama ilivyokuwa awali. Huu ni msingi wa kuelewa vita vya kiroho vinavyoendelea hadi leo. Mapambano kati ya ukweli na uongo, utii na uasi, yanaendelea katika maisha yetu. Jaribu la kwanza lilikuwa swali dogo, lakini matokeo yake yalikuwa makubwa. Kila uamuzi mdogo unaweza kuwa na athari kubwa isiyotarajiwa. Hii inatukumbusha kuwa uaminifu kwa Mungu ni muhimu kila wakati. Safari ya imani na majaribu inaendelea, na kila mmoja wetu ana nafasi ya kuchagua uaminifu na utii katika maisha yake. Swali kuu: nyoka huyu alikuwa nani hasa? Wengine wanaamini alikuwa mnyama halisi aliyekuwa na uwezo wa pekee, lakini alitumiwa na Shetani. Wengine wanasema nyoka ni mfano wa Shetani mwenyewe akijitokeza kwa Hawa. Mtazamo wa pili unaonyesha Shetani kama mdanganyifu mkuu, akijificha nyuma ya sura isiyotarajiwa. Bila kujali tafsiri, chanzo cha udanganyifu ni Shetani. Yeye ndiye aliyepanda mbegu ya uasi na shaka. Hadithi hii ni mwanzo wa vita vya kiroho kati ya ukweli na uongo. Nyoka alikuwa chombo cha uovu, sura ya adui wa mwanadamu. Tunapozungumzia nyoka wa Edeni, tunazungumzia mwanzo wa mapambano ya kiroho, vita kati ya utii na uasi, ukweli na uongo, na Shetani ndiye mhusika mkuu upande wa uovu. Biblia inafichua utambulisho wa nyoka. Mwanzo hakusemi wazi, lakini vitabu vingine vinaweka bayana Ufunuo 12:9 inasema, yule joka mkubwa, yule nyoka wa zamani, aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote. Hapa nyoka wa Edeni anatajwa moja kwa moja kuwa ni Shetani. Yesu pia alisema Shetani ni mwongo na baba wa uongo. Paulo aliandika kwamba kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake. Ushahidi huu unaunganisha nyoka na Shetani bila shaka. Nyoka wa Edeni alikuwa ni Shetani mwenyewe akitumia ujanja na udanganyifu. Hadithi hii ni onyo la nguvu za giza zinazojificha nyuma ya sura zisizotarajiwa. Biblia inatufundisha kuwa uongo na uasi ulianza pale. Shetani ndiye chanzo cha uovu huo. Hii inatufundisha umuhimu wa kutambua na kupinga udanganyifu. Safari yetu inaendelea. Hadithi ya nyoka wa Edeni ni kio cha mbinu za shetani hadi leo. Kwanza, anapanda shaka: je, Mungu alisema kweli? Pili, anapinga ukweli wa Mungu: hakika hamtakufa. Tatu, anatoa ahadi za uongo, mtakuwa kama Mungu. Leo shetani anatumia njia hizi hizi kupotosha, kupinga na kuahidi mambo yasiyowezekana. Anatumia tamaduni, marafiki na hata mawazo yetu kutushawishi. Anatuambia hakuna matokeo ya dhambi, kwamba tunaweza kuishi bila Mungu, lakini ahadi zake ni tupu. Matokeo ni utumwa na maumivu. Sauti ya nyoka bado inasikika kupitia vyanzo vingi. Ni muhimu kujifunza kuitambua na kuiepuka. Kama Hawa tukianza kujadiliana na udanganifu, tuko hatarini. Tunahitaji kushikilia ukweli wa Mungu. Mbinu zake hazijabadilika, lakini tunaweza kujifunza kuzishinda. Kuwa macho, shikilia ukweli, usikubali sauti ya uongo ikupotoshe. Ushindi uko katika kumwamini Mungu. Sauti ya Shetani leo haiji kwa ukali, huja kama ushauri wa kirafiki au wazo la busara. Mbinu yake kuu ni kuchanganya ukweli na uongo anaweza kupotosha hata maandiko au kanuni nzuri. Ujumbe wake unalenga kukuza ubinafsi na kiburi: wewe ni muhimu zaidi, unaweza bila Mungu. Sauti yoyote inayokushawishi kujitegemea na kumpuuza Mungu ni sauti ya nyoka. Tazama matunda ya ujumbe. Je, unaleta upendo na amani au mgawanyiko na huzuni? Yesu alisema mtawatambua kwa matunda yao. Ujumbe wa shetani huzaa machafuko na maumivu, ujumbe wa Mungu huzaa upendo na amani. Njia bora ya kutambua uongo ni kujua ukweli vizuri. Soma Biblia, omba na shirikiana na waumini wengine. Ujuzi wa neno la Mungu ni silaha yetu kuu. Ukiujua ukweli, utatambua uongo kwa urahisi. Jifunze, omba na uwe macho. Hivyo ndivyo tunavyoshinda udanganifu. Licha ya anguko la Edeni, Mungu alitoa ahadi ya tumaini. Mwanzo 3:15, Nitaweka wadui kati yako na mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Hii ni ahadi ya kwanza ya wokovu. Uadui huu ni vita vya kiroho vinavyoendelea. Uzao wa mwanamke atamshinda shetani kabisa. Kuponda kichwa ni pigo la mauti, lakini shetani atamjeruhi mkombozi. Kupondwa kisigino ni maumivu, si mauti. Hii ni picha ya Kristo, aliteseka msalabani, lakini kwa mateso yake alimshinda shetani. Ahadi hii ilitoa tumaini hata kabla ya hukumu. Mungu alikuwa na mpango wa ukombozi tangu mwanzo. Uovu hautashinda milele, mshindi anakuja. Hata katika giza, Mungu anatoa tumaini. Hadithi ya Edeni ni hadithi ya neema na ahadi. Mungu ana mpango wa wokovu kwa kila mmoja wetu. Tumaini hilo bado lipo leo. Ahadi ya uzao wa mwanamke ilitimia kwa Yesu Kristo. Yeye ndiye mkombozi aliyetabiriwa, aliyezaliwa na mwanamke bila baba wa kibinadamu. Maisha yake yalikuwa vita dhidi ya giza. Alipinga majaribu, alitoa pepo, alifundisha ukweli. Ushindi wake mkuu ulikuwa msalabani. Alikufa, akabeba adabu ya dhambi na kuvunja nguvu ya mauti. Ufufuo wake ulikuwa tamko la ushindi. Shetani ameshindwa, kichwa cha nyoka kimepondwa. Ingawa shetani bado anajaribu, jaribu hana mamlaka tena juu ya waumini. Waraka kwa Ebrania unasema Yesu alishiriki ubinadamu ili kwa mauti amharibu Ibilisi. Ushindi wa Yesu ni tumaini letu, hatuhitaji kuogopa tena. Tunapomwamini Yesu tunajiunga na upande wa ushindi, tunapata msamaha, nguvu na Roho Mtakatifu. Yesu ndiye jibu la uongo wa Shetani. Ushindi wake ni wetu pia. Tumefika mwisho wa safari yetu, safari ambayo imetufundisha mengi kuhusu maisha na uchaguzi wetu wa kila siku. Tumeona jinsi nyoka wa Edeni ambaye ni Shetani alivyotumia ujanja na hila kumshawishi mwanadamu. Mbinu zake za udanganyifu bado zipo leo, zikijificha katika mambo ya kawaida ya maisha yetu. Lakini tumaini letu kuu ni Yesu Kristo, aliyemshinda Shetani na kutupatia njia ya wokovu. Yeye ni nuru yetu katika giza la dunia hii. Sasa swali muhimu ni, unasikiliza sauti gani maishani mwako? Ni sauti gani inakuongoza unapofanya maamuzi? Je, ni sauti ya nyoka, shaka, uongo na ahadi zisizotimia zinazokupeleka mbali na ukweli, au unasikiliza sauti ya Mungu, upendo, ukweli na ahadi ya uzima wa milele inayokupa amani na tumaini jipya? Kila siku tunakabiliwa na uchaguzi wa sauti ya kufuata, ni jukumu letu kuchagua kwa hekima. Hawa alifanya uchaguzi wake lakini kupitia Yesu sisi tuna nafasi mpya ya kuanza upya na kuchagua njia sahihi. Tunaweza kuchagua ukweli na uzima, tukiacha nyuma uongo na hofu. Chunguza moyo wako na maamuzi yako kila siku, jiulize ni sauti ipi inakuathiri zaidi. Je, unajenga maisha yako juu ya neno la Mungu au unayumbishwa na sauti za uongo na mashaka? Hadithi ya Edeni inatufundisha kuhusu chanzo cha uovu na pia inatuonyesha njia ya ushindi kupitia imani. Inatuhimiza kuwa macho, kusali na kumtumaini Yesu kama mwokozi wetu wa kweli. Yeye pekee ndiye anaweza kutulinda, kutuongoza na kutupa nguvu ya kushinda vishawishi vya dunia. Fanya uamuzi wako leo, chagua uzima, chagua ukweli. Asante kwa kuwa nami hadi mwisho wa safari hii. Mungu akubariki sana. Hadi wakati mwingine, endelea kushikilia ukweli na kusikiliza sauti ya Mungu maishani mwako.